Mrs. Were, Margaret, wengi wananijua kama Nyalang'o. Mama Emma. Nataka kukushukuru sana, Governor. Madam Governor. Umesimama na sisi. Hakuna kitu naweza kukupea. Ni kukuombea Mungu. Najua mheshimiwa alikuwa rafiki yako sana sana. Ilifika mahali ng'ombe ikizaa kwa hii boma, inaitwa Wanga. Tuko na ndama hapa, inaitwa Wanga. Tuko na ndama hapa, inaitwa Rosa. Tuko na ndama hapa, inaitwa Joan. Alikuwa ameniambia ingine ikizaliwa itaitwa if. Sasa hata mkitaka kuchukua hizo ng'ombe niko tayari kuwapea, ndio mkumbuke nayo mheshimiwa. Mheshimiwa ameniacha na viatu kubwa Mheshimiwa hapa ni kwenu, hiyo mlango hakuna siku nitafunga. ukiwa namkutana hapa gavana, kuja kwangu unipigie tu simu, nikupikie lunch. Mheshimiwa ameacha familia ndogo sana, msichana wangu mdogo ako grade 9 Moi Kabarak. Mtuombe Mungu Mtuombee Mungu niweze kuishikilia hii familia kwa my in-laws, na nawapenda sana, tutakaa pamoja vile tumekuwa tukikaa. Mheshimiwa, watu wa Kasipul, wamama, sasa mimi nimekuwa widow kama nyinyi wamama, wale widows na mwenye amefanya hiyo kitendo, hata mimi wamejipuku mara mbili nikienda kazini, mimi najua si yuko safe, lakini muniombee, muniombee sana. Walikuwa nasema mheshimiwa anakuwa Sasa sitaki kuongea mengi juu, nataka kuwaacha, nataka kukimbia Nairobi. Mheshimiwa seneta, Mheshimiwa Kaluma, Mheshimiwa Mili Pensuda, nawapenda sana, nawapenda sana. Mkujanga hapa kwangu kunitembelea, niko tu nyumbani, sitoki hivi karibuni, ama mkuje kwangu Nairobi, nitakuwa